Unda wafanyakazi wa sekta binafsi wakauanza mwaka 2026 kwa shangwe baada ya serikali ya Tanzania kutangaza ongezeko la kima cha mshahara kitakachotumika kuanza Januari mosi mwakani. Ridhiwani Kikwete, waziri wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana na ajira na wenye ulemavu, amesema kima hicho kipya kimeongezeka kwa asilimia 33.4 kutoka shilingi laki mbili na 75,600 iliyokuwa ikitumika awali hadi shilingi laki 358 na 322 Kiwango hicho kilichotangazwa leo Oktoba 17, 2025 huenda kikawa wakomboa wafanyakazi wa sekta binafsi waliosalia katika kiwango hicho cha zaidi ya miaka mitatu tangu mara ya mwisho kiwango hicho kuongezwa mwaka 2022. Ongezeko hilo la kima cha chini cha mshahara zinagusa sekta mbalimbali ikiwemo mbali kilimo, afya, mawasiliano, usafirishaji, hoteli, madini, biashara na viwanda, shule binafsi huduma za ulinzi binafsi, nishati, uvuvi, na huduma ya baharini, michezo na utamaduni, pamoja na huduma nyinginezo. Kwa mujibu wa Kikwete, kima hicho kimepangwa kwa kuzingatia vigezo mbalimbali vilivyoainishwa katika mikataba ya shirika la kazi duniani pamoja na viwango vya kitaifa vilivyoainishwa kupitia sheria ya taasisi za kazi sura ya 300. Baadhi ya vigezo hivyo ni pamoja na uwezo wa waajili kulipa, panda kwa gharama za maisha, uwezo wa waajili katika kuendesha biashara zao kwa tija pamoja na dira ya maendeleo ya nchi katika kukuza uchumi na ajira wakati wa wafanyakazi wa sekta binafsi wakifurahia ongezeko hilo la asilimia 33.4 watumishi wa sekta za umma waliongezewa kima hicho cha chini kwa asilimia 35.1 kutoka laki tatu na sabini hadi shilingi laki tano lengo likiwa kuimarisha ustawi wa wafanyakazi wa sekta hiyo ongezeko hilo lilitangazwa na rais samia suluhu hassani wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika kitaifa katika viwanja vya Bombardia mkoani Singida Mei mwaka huu. Akitangaza kima hicho, Kikwete ametoa rai kwa waajiri wote wa sekta binafsi kuzingatia na kutekeleza kima hicho kwa kuwa ni takwa la kisheria, akiahidi kuwachukulia hatua watakaokiuka.